Mojawapo ya noti zilizopatikana kwenye simu ya aliyekuwa mkuu wa ujasusi wa kupambana na ulinzi, Yeo In-hyung, zilisema lazima tutafute na kutumia fursa ya kipekee ya maisha inayoweza kutoa athari za muda mfupi. Ili kufanya hivyo lazima tuunde hali isiyotulia, kulenga maeneo yanayoweza kuiweka Korea Kaskazini kwenye aibu kiasi cha kuwalazimisha kujibu. Maeneo yaliyoorodheshwa ni pamoja na Pyongyang, vituo viwili vya nyuklia, makazi ya mapumziko ya Kim, Samjiyon na Wonsan. Noti ya Oktoba 23 ilisoma, lengo la matokeo ya mwisho, ikiwa na maneno kama kwa kiwango cha chini mgogoro wa usalama wa taifa, na kwa kiwango cha juu gharika ya Nuhu. Noti ya Novemba 5 ilisoma, hatua ya adui lazima itokee kwanza, na tunasubiri fursa ya kuamua. Waendesha mashtaka walisema maelezo zaidi hayawezi kutolewa kwa sababu za usiri wa kijeshi. Waendesha mashtaka wa Korea Kusini wanadai kwamba rais wa zamani wa nchi hiyo alijaribu kumchochea kiongozi wa Korea Kaskazini, Bwana Kim Jong Un, ajibu kwa njia ambayo ingeruhusu kutangaza sheria ya kijeshi. Safari za siri za drone kutoka Korea Kusini hadi katikati ya Pyongyang zilikuwa sehemu ya mpango wa rais wa zamani Bwana Yoon Suk Yeol kumtikisa kiongozi wa Korea Kaskazini, waendesha mashtaka wamedai walipotoa maelezo mapya kuhusu kile wanachosema kilitangulia jaribio lililoshindikana la kutangaza sheria ya kijeshi. Kumbukumbu kumbu zilizopatikana kwenye simu ya ofisa mwandamizi wa ulinzi zinadai kufichua mipango ya Yoon na maofisa wawili waandamizi wa jeshi ya kumlazimisha Kim kiasi cha kuhalalisha agizo la usiku wa manane juu ya udhibiti wa kijeshi lililotolewa Desemba iliyopita. Mnamo Jumatatu, waendesha mashtaka waliachia ushahidi unaoonekana kuthibitisha madai ya taifa la Korea Kaskazini kwamba Korea Kusini ilituma droni za siri nchini humo na kudondosha vipeperushi vya kupinga utawala mnamo mwezi Oktoba mwaka jana. Safari hizo zilichochea taarifa kali na za nadra kutoka kwa Kim Yo Jong, dada mwenye mamlaka makubwa ya Kim. Korea Kaskazini iliahidi kukata maunganisho yote ya barabara na reli kwenda Korea Kusini ikilipua barabara mbili ndani ya eneo lake, lakini ikajizuia kuchukua hatua za kijeshi. Wiki chache baadaye, Yoon alitangaza sheria ya kijeshi akidai alihitaji kulilinda taifa la Korea Kusini dhidi ya vikosi vya kikomunisti. KCN ilitoa picha za drone iliyokuwa imekwama kwenye mti iliyoelezwa na wachambuzi kuwa ilikuwa ikifanana na droni ya kijeshi ya Korea Kusini, lakini pia walionyesha picha za drone iliyodaiwa kuruka chini juu ya makazi ya Kim Jong-un. Ushahidi uliotolewa kutoka katika daftari la aliyekuwa mkuu wa ujasusi wa ulinzi No Sangun ambao pia ulionyesha kuwa maandalizi ya sheria ya jeshi yalianza mapema Oktoba 2023.